Kichwa cha habari cha waraka huo inatoa maelekezo ya utekelezaji. Waraka huo ambao unasemwa ni sio wa baraza, unatoa maelekezo ya utekelezaji, maagizo ya utekelezaji. Labda kwa kifupi, mtarejea kichwa chake, kinasema usomwe kwa wiki kumi mpaka e, nadhani wiki kumi kuanzia tarehe ya waraka. Ukiangalia inaenda mpaka mpaka lini, itakwenda mbali sana, lakini agizo la pili linasema kwamba waraka huo e, unawaagiza waumini mambo kadhaa mambo ambayo yana yana e, taka kutekelezwa na waumini wote katika maeneo mbalimbali. Sasa kanisa Katoliki linaongozwaji? Kanisa Katoliki linapotoa waraka wa namna hiyo, hautolewi na askofu mmoja kwa kofia yake. Mkirejea nyaraka za Baraza la Maaskofu zote huko nyuma, waraka wenye maelekezo unatolewa na plenary meeting, yaani mkutano wa maaskofu wote. Kama wako 35 watausaini wote 35 na hiyo ina principle ya kitheolojia kwamba maaskofu wa Katoliki hawaongozwi na mabaraza. Kazi maaskofu, katika kazi za kichungaji maaskofu, katika kazi za kichungaji wanafanya maamuzi ya pamoja, na kwa maana hiyo, lazima kungekuwa na signature maaskofu wote walioshiriki kikao hicho kudhihirisha ushiriki wao eh, ku own kile kinachoelekezwa kwa sababu Eh, labda ni zaidi la kiteolojia. Maaskofu ni huru katika majimbo yao, hakuna mtu anayeweza hata papa hana mamlaka ya kumwagiza askofu wa kanisa Katoliki katika jimbo lake. Askofu uh, ndiye mkuu katika jimbo, ni mwakilishi wa Yesu Kristo katika jimbo moja kwa moja kwa hiyo hawezi kuagizwa na mtu yeyote, sembuse baraza. Lakini wakiamua kwenye kikao cha pamoja, na kama ni maaskofu wa dunia wakiamua, papa hawezi kuandika kasaini kwa niaba yao, pamoja na kwamba yeye ni mkuu wa kanisa la dunia. Lakini kwa Tanzania hakuna askofu aliye mkuu wa majimbo. Mkuu wa majimbo ni askofu moja moja, wao wanafanya maamuzi kwa level ya baraza pale watakapokuwa wameweka signature yao, hiyo ndio katiba ya baraza inaposomeka. Hiyo ndio msingi wa kwanza ambao wale tuliouona waraka na toka mwanzo tukawa na doubt, tulijua huu waraka hauwezi kuwa genuine. Lakini la pili, depository ya waraka ni baraza la maskofu, kama ambavyo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni depository wa nyaraka zilizopitishwa na unga ya Umoja wa Mataifa. Haiwezekani watu wakakaa waka mtu mmoja eh, mwenyekiti wa baraza la Umoja wa Mataifa akapitisha eh, kwa niaba ya wakuu wa nchi zote za dunia. Haiwezekani, lazima watakutana kwenye unga, na itakapotokea suala litakalohusisha uamuzi e, wa pamoja wenye sura ya kisheria utakao bind wote kwa pamoja. e, waraka huo ni lazima kuwe na signature ya nchi zote zilizoshiriki maamuzi hayo, na ndivyo ilivyo kwa maamuzi yote ya kimataifa, mkutano yote iwe ni ya Afrika Mashariki, iwe ni mkutano e, wa, wa, wa, wa, wa, wa Africa, African Union ni lazima signature ya wahusika zinakuwa zinakuwataji kwa hiyo kama depository basi, kungekuwa na mkutano huo wenye mamlaka hiyo na signature za maaskofu hao zingekuwepo katika e, waraka huo e, anayetestify hiyo kwa kawaida ni katibu mkuu au mwenyekiti e, yeyote kati yao, askofu mwenyekiti anaweza kaidhinisha, mwenyekiti e, katibu mkuu akausaini lakini ya tatu kwa sababu baraza, baraza lina sekretarieti yake e, mamlaka ya, kus, ya kusaini nyaraka zinaweza kuwepo kwa katibu mkuu, lakini kuna procedures za kuhifadhi hizo nyaraka. Kwa hiyo eh, kungekuwa na, na serial number ile ya kawaida na fomati eh, ya kawaida ya kuandika ni ile ya baraza na ungekutwa waraka huo kwenye ofisi ya baraza. Sasa kwa jana E, bahati mbaya au bahati nzuri mimi pia nimeuona mimi nime, naomba ni declare interest kama kanisa, kama mzoefu wa kanisa Katoliki nilishiriki katika kupata verification. Verification haikupatikana na baraza e, lilifanya njia zote zilizowezekana e, kumtafuta Askofu Mzigiri wa sasa, nisiingie kwa undani, hayo ni mambo ya kiutawala Uh, niache tu hapo kwamba jitihada za kufanya verification zilifanyika, lakini hatimaye yule ambaye ni custodian wa nyaraka za baraza ndiye ameandika na custodian. Kwa sasa angelikuwepo ni Father Kitima, lakini wote tunajua Father Kitima yuko kitandani kwao. Yule anayekaimu e, kisheria naibu katibu mkuu, huyu sio acting, huyu ni naibu katibu mkuu substantive Yaani yeye ni aliyechaguliwa kuwa naibu kwenye mkutano wa baraza. Kwa hiyo ana mamlaka yote in the absence ya katibu mkuu eh, kufanya kazi zote za katibu mkuu. Kwa hiyo ni mamlaka inayotambulika. Labda kwa hatua hii hii, hapo mimi niseme tu kwamba eh, tamko limetoka. Eh, tukubaliane kwamba hilo tamko ndilo tamko la baraza eh, pamoja na kwamba askofu aliandika eh, labda ange patikana yeye mwenyewe angetoa kauli yake na yeye lakini, Sumbawanga mnajua iko mbali kiasi gani na mawasiliano katika nchi yetu, na askofu mtegemei akae mahali kwenye simu saa zote? Maaskofu wetu ni watu ambao wana kwenda kwenye parokia zao wanazunguka parokiani maeneo mengi ambayo hayana hata mawasiliano katika nchi yetu. Labda nimalizie tu katika ura hiyo, labda kama kuna maswali Sa, ni feki au sio feki? Umechanganya wakati unamalizia ni samehe sana yani, yeah. Sijaelewa huo, uh, sio waraka wa baraza Katoliki kwa sababu umekuwa waraka wa baraza la maaskofu Katoliki, ungesainiwa na maaskofu wote kwa msingi wa uzito wa jambo linalozungumziwa Hakuna, hakuna baraza halina mandate ya kuelekeza majimbo kufanya hayo ambayo waraka unataka yafanywe na baraza.